Habari za usiku, nina matumaini kwamba mnaendelea salama. Kukuambia ukweli, hii ni mara ya sita labda kujaribu kupiga hii video, na ninafanya hii video kwa sababu jana nilivyoweza kuhubiri kidogo, nilifanya video ya kama dakika tano, nilijisikia vizuri sana. Yaani kuhubiri neno la Mungu ina inakusaidia kujisikia vizuri. Unajua kama Yesu alivyoweza kutufundisha kwamba maneno yake ni maji yaliyo hai na yale maji hayaishi. Kwa hiyo wakati unapojizama kwenye neno la Mungu uta, utajisikia vizuri tu. Na mimi wakati mwingine ninapoanza kutoa neno kuna mashaka, kuna mashaka ambayo yanaingia kinini mwangu na yanaanza kunisumbua. Ni mawazo kama ah, hawezi kufanya hivi haujajiandaa muda wa kutosha, yaani ni mawazo ambayo ninafikiri yanaweza kutokana na shetani, kwa sababu shetani hataki tushiriki neno la Mungu, hataki tunywe maji yaliyo hai. Kwa hiyo nimeona kwamba mara nyingi unapo unapoanza kushiriki neno la Mungu inawezekana kwamba atajaribu kukuzuia, atajaribu kukuzuia ili usishiriki neno hilo. Lakini ukiendelea mbele, ukiendelea kumwomba, baada ya hapo Mungu atafanya makubwa, atafanya makubwa sana. Unajua, baada ya changamoto ndio unaweza kuanza kuona um, unaweza kuanza kuona miujiza mikubwa. Ufikirie yule mwanamke ambaye alikuwa na um, ugonjwa wa damu. Uh, tunasoma katika uh, sijui ni, ni sura ya ngapi katika Biblia, lakini tunajifunza kwamba kuna yule mwanamke alikuwa na ugonjwa wa damu kwa kama miaka kumi na mbili na alikuwa ameenda kwa madaktari wengi ambao walikuwa wanajaribu kumsaidia, walikuwa wanamtibia, wanam lakini hakupona. Kwa hiyo alikuwa na kipindi kirefu sana cha giza maishani mwake, ila mara alipomwona Yesu, akamwamini kwamba yeye ni mwana wa Mungu, aliweza kugusa nguo yake akapona mara moja, kwa sababu ya imani ambayo alikuwa nayo. Kwa hiyo wakati tunapofundisha tunapohubiri neno la Mungu, na nyinyi nyote mnaweza kuhubiri neno la Mungu, labda si kanisani, labda si mbele ya watu wengi, labda si hapa mtandaoni, lakini kama una mtoto unamfundisha, una huyo mtoto neno la Mungu ili asim, awe na msimamo mzuri maishani mwake, kila mmoja wetu anakuwa mwalimu wa Injili kwa njia fulani, kwa sababu una watu wengine ambao unawatunza maishani mwako, ambao unaweza ukawafundisha neno la uzima. Kwa hiyo um, nataka kushiriki hiyo tu. Usiwe na mashaka. Ukianza kusoma neno la Mungu na unapata mashaka au unapata mawazo ya mambo mengine ambayo unahitaji kufanya, ujitahidi kuendelea mbele tu Uyaache hayo mawazo, yapo lakini uendelee mbele. Ndivyo um, <laughs> ndivyo nimekuwa nikifanya. Wakati huu ya kupiga hii video, nilivyokuwa naanza, nilikuwa na mashaka mengi, ndiyo maana ilikuwa vigumu kurekodi um, ilichukua mara nyingi kuweza kurekodi, kwa sababu nilikuwa na mashaka ambayo yalikuwa yananizuia, mpaka nilitaka kusimamisha video ila Nimeona kwamba wakati ninafundisha kuhusu haya na ninafundisha kwamba Yesu atakusaidia katika changamoto zako, atakuja kukuokoa katika wakati wake. Nina ninapenda jinsi ambavyo uh, pale Tanzania, na ninafikiri itakuwa hivi hivi labda Kenya na nchi zingine um, unapoona lori kubwa au hata daladala lakini ninafikiria nina, nimeona malori makubwa ambayo yameandikwa, um, hapo chini uh, nyuma kuna inasema kama wakati wa Mungu ni wakati sahihi. Kwa hiyo usiwe na mashaka, usimama imara ukijua kwamba Mungu yupo na atakusaidia uendelee mbele. Katika kusoma neno la Mungu kuhusu, katika kuhubiri neno la Mungu na katika kitu chochote kingine kile, unajua <laughs> um, Mungu anatujali na anaona kila kitu ambacho tunakipitia. Kwa hiyo hata kama, na kuna mtume ambaye, um, amewahi kusema kwamba, um, uh, ninajaribu kukumbuka tafsiri kama amesemaje. Aha. Kwa Kiingereza anasema hivi na jina lake ni Mzee Jeffrey R. Holland. Um, anasema some some some blessings come now, some come come now later and some don't come until heaven. Manake, kuna baraka fulani ambazo tunazipokea sasa hivi, tuna baraka zingine ambazo hatutazipokea mpaka baadaye na, na tena kuna zingine ambazo hatutazipokea mpaka tutakapofikia mbinguni kwa hiyo <laughs> hiyo ni kitu ambacho nina ninajikumbusha sana, ninakumbuka kwamba kwa sababu ya Yesu Kristo, kwa sababu alitufia na alituokoa, tunaweza kupokea baraka zote katika wakati wa Mungu. Kuna baraka ambazo utazipokea kesho, hata kama ni baraka ndogo. Tuna baraka ambazo utazipokea mwakani, na kuna baraka ambazo ijapo labda unazitamani sana unatamani kuwa nazo katika maisha haya, labda hautaziona mpaka utakapofikia mbinguni, ila tunakubali mapenzi ya Mungu. Unajua sala ya Bwana inavyosema, Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike. Tuyaamini maneno hayo, mapenzi ya Mungu yafanyike hapa duniani kama mbinguni. Kwa hiyo tu yakubali kubali mapenzi ya Mungu, ametupangia makubwa. Sina shaka, sina shaka na hilo. Kwa hiyo ujipe moyo, uendelee mbele. Mungu awe pamoja nanyi, mulale kwa jina la Yesu, kwa amani ya Yesu. Um, au huwe na mchana mwema, sijui ni saa ngapi <laughs> ambapo upo, wakati unatazama hii video, lakini Nashukuru sana nimefurahi kushiriki neno pamoja naji leo na kukukumbusha kuhusu maneno haya. Asante sana.